Tunaelekea kwenye uchaguzi yetu, tutekelezeni maelekezo kiongozi wetu Mheshimiwa Mufti na shaka mkuu kudumisha amani. Amani ndio kitu cha pekee kabisa kitakachotufanya tuweze kufika malengo ya hichocho chetu ambacho tunachokitajia. Bila amani hatutoweza kukaa na kuleta fikra ya kuweza kujenga chuo cha taaluma ya lesini, maana yake wahudumu watakaotokana na taaluma za Kiislamu watakaowahudumikia mama zao wa Islam, baba zao wa Islam katika kuendelea tiba ambazo mheshimiwa wa mufti anatutaka tuende na mabadiliko ya hali kwa hivyo, ili tufike katika malengo, tuilinde amani kwa namna zote zi, tusiwafurahikie katu wale ambao wanaoashiria viashiria vya uvunjifu wa amani hasa tarehe hiyo ishirini na tisa ya kupiga kura, waliojiandikisha na waliofikia wakati umri wa kupiga kura, kazi ni moja tu, kwenda kupiga kura kutoka kwa salama na kurejea nyumbani na kuendelea na majukumu mengine na kusubiri mamlaka na zinazohusika kutupa matokeo katika uchaguzi. Tusiwaunge mkono wale wote ambao wanaoshajihisha maandamano. Vijana kama nyinyi, niukazi basi, tumikieni utii kwa viongozi wenu, kama alivyo amesha Mwenyezimungu subhanahu wa taala, atiu llaha wa atiu rasul wa ulilamri minkum. Kiongozi wetu mkuu amekwisha kutuelekeza Waislamu wote Tudumishe amani, hasa hiyo siku ya uchaguzi. Twendeni tukapige kura, tuchague viongozi, turejeeni nyumbani, tusubiri, tusijiunge na vikundi ambavyo vitakavyoshajihisha kuvunjika kwa amani. Mitandao tuitumie katika hali inayostahiki, katika manufaa itakayokunufaisha. tutumiwe pesa natakepesa kutuwemewe meseji mbu message, message katika hali iliyo njema, lakini tusitume, tusitume meseji zinazotumika kutumia uchochezi, na wewe ukatumia kuforward ile meseji kwa watu wawili, watatu, wanne au wengine. Ikikutokezea meseji ya namna hiyo katika simu yako, basi wewe idiliti ile meseji. Fuata maneno ya Mola aliyosema aiga wa hata mahumu ljahiluna kalu salama, takapokutana na watu waliokuwa wapuuzi, watu wajinga, watu wasiopenda salama, watu wasiopenda amani, watu wenye kupenda vurugu, basi wajibu wetu sisi ni kusema amani, amani, amani. Amani zetu sisi ziwe za vitendo, tusiruhusu simu zetu kuingia meseji ambazo zikikuleta uchochezi na kuhamasisha vurugu. Mwisho kabisa, kwa kipekee, kama kiongozi wenu, ninaungana nani katika jumla ya mafanikio ya utendaji wa kazi. Nilishaahidi kwamba mimi kama mimi nitaungana nanyi kwa kutoa tofali mia tatu kwa ajili ya kuunga mkono takbir. Allahu takbir Allahu takbir Allahu. Katibu wa mkoa ataandaa utaratibu, tutakuja na hizo tofali kwa pamoja. Tutamwomba mwanajamani na wenzi wako katika kuendeleza ujenzi. Tofali tukija nazo, basi tunaomba tushiriki pia kuwasaidia mafundi katika kubeba na kuwapa, ili nasi tuweze kujenga tuende hatari.